Ebana rais wa Marekani Donald Trump, ebana, sasa ameweza kutangaza kwamba kutoa bonus ya ujauzito E, dola elfu tano ambayo ni sawasawa na Tanzania shillings milioni kumi na tatu e, bana kwa wanawake waja wazito. Amesema kwamba anataka watoto zaidi e, nchini Marekani e, bana, ukijifungua mapacha basi utapokea dola elfu kumi ambayo itakuwa ni sawasawa e, na Tanzania shillings milioni ishirini na sita e, bana. Kiwango cha kuzaliwa nchini Marekani kimepungua kwa kasi, so ni kwamba e, Rais Donald Trump e, bana ameweza kuamua kuchukua jukumu hilo na kuweza ku wapa pesa kwa wamama ambao wataweza kujifungua e, mtoto mmoja au, au mapacha e, kwa bonus ambayo aliweza kuiweka kwamba utapata e, dola elfu tano lakini pia ukizaa e, mapacha basi utapata e, dola elfu kumi ambao sasawa na Tanzania shillings milioni ishirini na sita hebana. e, hili limekuwa ni jambo jema sana cause e, ni wanawake wengi sana hupitia mateso mengi sana kipindi ambacho wanajifungua. So lakini nataka tu nikukumbushe hata hili jambo lisha kutokea hata huko e, Urusi ambapo ilikuwa ni mwaka 2006 06 baada ya eh, Vladimir Putin ambaye alikuwa ni rais wa kipindi hicho ambapo alitangaza siku maalum kabisa ya kuweza kupeana mimba ambapo ilikuwa ni Septemba kumi na mbili ambapo iliweza kuzua taharuki kubwa sana kwa jamii ya watu tofauti tofauti duniani. Kulikuwa kuna janga kubwa sana, watu walikuwa ni wachache kwa upande wa Urusi, akaamua kutangaza siku maalum ya kuweza kupeana mimba, na ilikuwa inafahamika kwamba ni Septemba kumi na mbili So kwa kwa kwa kama mdau wa burudani, uko na mtazamo gani kuhusiana na hili sakata la kuweza ku ongeza namba kubwa sana ya watu duniani. Make sure suum drop comment yako kwenye kunyonja comment hapo. Unaweza ukanita Askofu Masela on this one swaga dhaga. Until next time, bye.